Tumshangilie, makofi mengi, makofi mengi vijana! Oh ye Bariadi oh ye! Haya. nishati safi na salama inatusaidia kuhifadhi mazingira, lakini pia kuepukana na madhara ya moshi katika kuni ambayo yamesababisha maafa makubwa hasa katika maeneo ya huku Kinamama zetu walikuwa wakionekana macho mekundu, tunaanza kuwaona kwamba wao ni washirikina, hatimaye tuliweza kufikia hatua mbaya ya kutoa hata uhai wao. Sasa nishati safi na salama ndio njia mbadala ya kuhifadhi mazingira, lakini pia kuhakikisha kinamama wanaendelea kuwa na afya bora. Halo, halo, nakusikia Jackie, sijui usogee kidogo. Nakusikia moja mbili tatu, majaribio. Naam. nishati ya gesi kati, kwa wakati mwafaka. E, faida nyingine ya majiko haya ya gesi hayana majiko haya hayana moshi kwa hiyo tunapika kiurahisi sana na chakula chetu kinakuwa katika hali ya usafi Ch Be. Ndani ya mwezi huu Ndi. Ndiyo kuna kuna wali kwenye hili sufuria na kuna... jiko dogo tunaivisha, ndani ya nusu saa wali unakuwa tayari kabisa, ndiyo. Hii sufuria inaweza kubeba kilo hamsini. Yeah. yeah. Tuna, yanatumika tunatoa tunaweza kutoa tukasafisha na tunaweza kusafisha. Ah, okay, imekuwa rahisi. Ni rahisi sana tofauti na ya zamani, warembo kabisa, mtu hawezi kujua tunapika ah, Na salama. Na hili eneo, Mheshimiwa Rais, ndio bwalo la chakula, bwalo kubwa la kisasa kabisa. Naam, wananchi wamekusanyika kwa wingi kule Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, ikikupendeza basi wanatamani waweze kusikia hata sauti yako. Ehe, labda naam, vijana wamekusanyika na wananchi, kwa wazee wakubwa kwa wadogo, wako tayari kukusikiliza Mheshimiwa Rais. Haya DJ, naomba tumkaribishe Mheshimiwa Rais kwa shangwe. Aya shangwe, shangwe tumpokee sasa kiongozi wetu. Eh, peperusha mwenye bendera, mwenye kofia, makofi na vigelegele. Haya, hmm. Eh, shangwe shangwe shangwe shangwe kwa Mheshimiwa Rais. Bariadi oye, kina mama oye, oh, aya, kiongozi wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taratibu kabisa anasogea. Asante Wanabariadi, mumetuheshimisha, mumemheshimu Mheshimiwa Rais. Ndiyo, ndiyo Bariadi oye, oh! Dkt. Samia Suluhu Hassan oh ye, elimu na maendeleo, oye, oh! Mama Samia, bado! Dkt. Samia, aya, sante sana, sante sana. Piga shangwe na vigelegele, shangwe na vigelegele

Yeah. Yeah. Asante DJ. Bariadi oyee. Bariadi oyee. Mheshimiwa Dkt. Samia, oyee. Mheshimiwa Rais, haya watoto wako wa shule ya sekondari ya wasichana wako hapa, lakini pia na wananchi wa eneo hili wamekusanyika na wako tayari kukusikiliza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, karibu Bariadi oye, oye. Simiyu oye, oye. Shule ya wasichana oye, oye. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa mwenyeji wetu Waheshimiwa mawaziri mliopo, waziri wa TAMISEMI na mawaziri wote mliopo, mwenyekiti wa chama mkoa na uongozi wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi na wilaya hii vile vile, walimu, wanafunzi, watoto wangu wanasimiu, hamjambo? Wadira wa baba na mama yao Iminza, asante sana, wabeja sana, ndugu zangu. Nimekuja kuangalia na kuifungua shule yetu ya wasichana hapa Simiyu. Shule kama hizi tumezijenga kila mkoa, kuna ambazo zimeshakamilika wanafunzi wanasoma, lakini kuna ambazo zinaendelea kujengwa. Sasa zilizokamilika hapa Simiyu, imekamilika hongereni sana na leo nimepata fursa ya kuwaona watoto wangu hapa. Nimeuliza wengine wako wapi, nikaambiwa wako likizo. Ni kweli? Yeah, eh. Kwa hiyo watoto wangu hongereni sana. Sasa kwa nini tunajenga shule hizi? tunajenga shule hizi kwa sababu katika mkondo wa kawaida watoto wa kike, hasa mikoani, hata walikuwa wakifaulu, wengine wakiachwa tu. Lakini jengine sasa, shule hizi zinawapa nafasi ya kuja kama shule maalum kwao. Lakini jengine ni kwamba watoto wa kike walikuwa nyuma sana kwenye masomo ya sayansi, na hawa ndio tunawategemea wawe madaktari wawe mainjinia wawe wauguzi wawe mambo mengi mengi mengi ndani ya nchi yetu, lakini idadi yao ilikuwa chache. Sasa shule hizi zinawapa nafasi maalum, ili watoke hapa wakiwa wana sifa za kwenda kwenye maeneo mbalimbali, waende vyuoni, alafu waende maeneo mbalimbali. Kwa hiyo serikali imetumia fedha nyingi kujenga shule hizi ili kuwapa watoto wa kike nafasi, lakini sio wa kike tu. Kwa hapa Simiyu, ukiacha shule hii, tunajenga shule maalumu ya wavulana ya kanda hii ya Ziwa, lakini itakuwa hapa Simiyu na tunaijenga kwa madhumuni yale yale, watoto wetu wenye akili za sayansi, wenye akili nzuri, waende shule maalumu wakike kwao wakiume kwao, ili tufikie lile lengo tunalolitaka la kuzalisha wataalamu wa Tanzania. Zamani tukitegemea mashule machache ambayo yalikuwa kwenye baadhi ya mikoa na hasa miji mikuu ya nchi yetu, lakini sasa hivi kila mkoa tunajenga shule za aina hiyo ili kuwapa watoto wetu fursa. Lakini mbali na shule hizo, tunajenga pia shule za VETA, shule za masomo ya amali na masomo ya ufundi na hapa Simiyu tunakuja kujenga moja. Mkuu wa mkoa mmeshajenga e, tayari ipo shule ya VETA, ili watoto wetu watakaotoka shule hizi hawakupata sifa za kwenda chuo, wanajiunga pale VETA ili wapate maarifa na amali ya kuweza kuendesha masomo yao, lakini hata wale waliotoka kidato cha nne wanaweza pia kuingia VETA ili waendeshe masomo yao. Kwa mimi niwapongeze sana Simiyu, haya ni maendeleo makubwa sana sana sana ndani ya mkoa huu, pamoja na yale mengine ya mahospitali, umeme na mengine. Lakini kwa sababu tumekuja kuzungumzia na kufungua shule hii, basi tunazungumzia maendeleo ya elimu. Shule hizi zina mabweni na huduma zote, lakini zina nyumba za walimu pia karibu na shule hizi. Manake nini? Manake watoto wetu hasa wa kike, lakini pia wa kiume wanakuwa salama na mazingira ya nje, wanatunzwa vizuri hapa ndani, na kwa hiyo wanapata fursa nzuri ya kufanya masomo yao kubwa zaidi walimu wao wanakuwa karibu na wanafunzi, kwa hiyo hata wanapoamua kuwa na masomo ya jioni, masomo ya usiku, walimu wanakuwa wapo karibu na wanafunzi. Kwa hiyo hayo ni mas ma maendeleo makubwa, ndugu zangu wa Simiyu, na niombe sana sana sana sana <coughs> muachie watoto wa kike wenye akili nzuri wenye akili ya kusoma muachie wasome, muachie watumie shule hizi tunazozijenga. Shule hizi majengo haya yanajengwa kwa ajili yao. Sasa mkiwazuia, mkiwaharibia katikati, itakuwa serikali inapoteza fedha na lile lengo halifiki. Niombe sana, waachieni watoto wa kike, kila mwenye akili nzuri mwenye ufahamu aje atumie miundo mbinu hii. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo na watoto wangu na ndugu walimu, sasa nitamke rasmi kwamba shule hii ya Simiyu Girls Secondary School sasa imefunguliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele. Niwatakie kila la heri, walimu, tutunzie watoto wetu vizuri na wanafunzi msome masomo yenu vizuri, tunawahitaji taifa hili ni lenu, tunawahitaji mje kulitumikia. Sawa wanangu, baada ya kusema hayo, sasa niwashukuru, asanteni kwa kunisikiliza. Naelekea kwa wafugaji, na wenyewe nina shughuli nao sasa hivi. kwa asanteni sana, na Mungu awabariki wa makofi mengi kwa mheshimiwa rais DJ, tuendelee sasa Haya, punga mkono kwa kiongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tufungue kwa maombi. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo bali tukuzwe jina lako, twasema asante. Nena pamoja nasi kupitia neno lako na uburudishe nafsi zetu, utupatie mwongozo halisi kwa Roho wako Mtakatifu. Atakudhibitisha neno lako nani katika jina la Yesu Kristu naomba amen. Msifu Mungu na wimbo 109 katika nyimbo za Injili, peleka jina la Yesu pamoja, peleka, peleka jina la Yesu na tuimbe pamoja, peleka jina la Yesu kokote uendako, litafurahisha moyo, peleka uendako, amani, amani na tamu ni jina la Yesu

natamu ni jina lake Yesu, Yesu jina la thamani limenifurahisha. Nikiwasili mbinguni atanikaribisha. Kwa jina la Bwana Yesu, nimejinamisha, ndiye mfalme wa mafalme katika maisha. Na Yesu, haleluya. Ujumbe unasema mtumishi mwema wa Kristo Yesu. Kifungu cha Biblia ni Timotheo wa kwanza mlango wa nne mstari wa kwanza hadi mstari wa nane. Nasoma, neno lasema hivi: Basi Roho wanena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasema uongo, wakichomo moto na dhiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipoke, vipokewe kwa shukurani na walio wa imani wenye kuijua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukurani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Wakumbushe ndugu mambo hayo na utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu, na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Bali adidhi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utaua. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za kimwili kwa faa kidogo lakini utauwa ufaa kwa mambo yote, yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ule utakaokuweko baadaye. Bwana alibariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo ametuita ili tuwe watenda kazi wema, tuwe watumishi wema wa Kristo Yesu. Sisi ni askari wema wa Kristo Yesu, aivyo basi, chochote tufanyacho na popote tuendapo